Basi jambo jema bwana, kawasiliana namba yako bwana, mimi nilipoteza bwana, uniandikie namba yako kunaaaomtoeao kaahebu niandikie namba ya simu ndugu yangu kaka. Iandike bwana humana... nimefungua hmm, ofisi moja kubwa, kwa hiyo nitakuita, kwa sababu wewe ni mtaalamu wa mambo ya intaneti kompyuta. Saa hivi, utanisaidia kwenye ofisi yangu, nitafanya mpango nije ofisi yako. Sawa kuelekeza vizuri kabisa ofisi yangu ilipo uje bwana. Hiyo imeisha, lazima tusaidiane bwana, sisi ni moja kabisa kabisa. Si unajua kwanza tumetoka mbali mimi na wewe? Ndio najua nakumbuka kabisa baba eh, nzizo tunahangaika halafu leo hii kidogo tumepasua hii, tunavaa namna hii afu tena

iada usiwe na kieleele, unaongea na mkubwa huyu mwenye akili zake. We mambo gani, ya mambo gani unasikia?

unasalimia onasalimia, hata huangalii maadili gani? Unapomsalimia ni adabu hiyo? Heshima gani hiyo? Ndugu mimi, naweza nikakanyaga mingi, uwe na adabu, kwa sababu huwezi ukatukuta sisi watu wazima kama mimi na mwenzangu hapa tuna tumepumzika watu mmepiga suti kwa adabu namna hii, afu nasalimia shika tabia gani? Lazima usalimie kwa nizamu. Unapokuta watu wazima shikamoni wazee tena, unasimama sio unatembea. Ndo adabu? Wewe unatembea unapiga chao, hata utuangalie, heshima gani? Watu wa sikuizi bwana hawana adabu kabisa, ni sielewi watu wanatoka wapi. Wewe heshima unaitoa wapi? Ndio unafundishwa kweli? Sasa mzee asimchao kusalimia, wewe umenisalimiaje? Ndio unasema heshima? Ndio wajamsalimia mzee tunamsalimia tena vizuri. Hapo sisi na kaka -ga, zetu tunaenda nyumbani, huwe na adabu. Unapokuta watu wazima unasalimia kwa heshima. Sisi watu, watu wazima tuko tunafundishwa nidhamu. Unapokuta watu wazima, shikamoo wazee, kwa adabu. Unapita sio unapita, unajifunza vuta bangi hizi bwana. Ini adabu hamna kabisa. maana yake nini sasa

bila kuchelewa. Kwa hiyo wewe ndio mjeuri, au sio? Sasa mbona baa toto vipi? Vitoto vya siku hizi hivi unaweza ukakamata ukapiga ukaumiza tu. Sasa hivi mimi nitakutafuta kuwapiga nyinyi. Jamani, mimi siwajui mimi, nawafundisheni maadili, muwe na heshima, mkawafundisha watoto wenu huko mbele. Wewe mzee takuja nikuvunje, takuja nikuvunje, nikuvunje. Sikujui mimi. Ninapokuwa na nakufundisha uwe na nidhamu, ninapokufundisha heshima uwe na adabu. Unanielewa dogo? Unanielewa? Nakwambia eachei iaeawafunae ammhamntakuja kukupasua nikuumize. We mzee mshamba tu. Tena ngoja nikufate. Usinizoe kabisa nitakuumiza, tunakwambia kabisa. <coughs> Mzee, mimi nitakuumiza, usinizoe kabisa. Mimi mtu mbaya umetukuta. Tunatoka zetu hivi, tumekusalimia tujakusalimia, tumekusalimia tume afu tena unatuambia una shika shika. Tumekusalimia kwa heshima tu, usilete dharau. Utakuumiza. Tunakwambia kabisa hivyo, sinaelewa

Unataka kupigana na sisi? Si vijana wewe, mzee, alafu unataka kupigana na sisi? Si mzee tu wewe, kupigana na mimi mdogo wetu kweli. Ndugu yangu, mimi natoa elimu, nawafundisha wewe na maadili kweli? Wananifanya kweli nadhalilika, hivi kweli? Mimi natoa elimu waheshimu watu wazima kweli, naukweli naeesinajua baa ujakosea. Yani, tatizo mitoto ya siku hizi, yani mitoto ya siku hizi ah, inalelewa hovyo hovyo mpaka eh, mmefika huko kote, kwa sababu ya hii mitoto haielewi baa achana achana ah, nao, achina nao. Ah.